Mam alikuwa asilia za ananitazama tena, alikuwa akinitazama kwa huruma kama anataka kulia vile, hadi nikajiuliza ina maana mapenzi ndiyo yako vile. Nilikuwa mgeni kabisa katika ile sekta, lakini nilishasikia utamu na uchungu wa maumivu ya mapenzi. Sasa nikajiuliza, ina maana damam ndio amenipenda kiasi hicho? Sawa, ila kumbuka yule ni dada ya please, sitaki kusikia ukiongea kitu kuhusu udada na ukaka kati yenu. Unachotaka ni wewe uniahidi kuwa hata iweje utolala na Selina. Basi sawa, hata iweje sitabanjuka na dada yangu kweli, eh? ya yeah. bado uniamini na kuamini Kevoo, na kuamini Kevoo wangu Mwa, mwone hivi kweli unanipenda sana? yaani sana? Ujui tu vile umenikosha na ubalako, we umenikosha sana na ubalako leo. Mm, ni hata sijui vizuri, unajua na utajua zaidi, wekana we mimi. Sawa baba, sawa. Nilipetiwa hapo nikaagiziwa biryani kuku limekuja na juisi yake baridi ya embe ilivyo mikisiwa na passion na avocado kwa mbali, nimepiga nimeshiba, nikapewa mabusu, kisha nikaitiwa nika bolt ikaja, nikakumbatiwa na kupewa maneno matamu. na kupenda Kevoo nilindie ubarangu. Sawa please, sema na kupenda pia. Hata hiyo nikufundishe? jamani Nakupenda pia. Haya nenda, mimi nakufanyia mpango wa simu suni, nitakupatia sawa? Baba sawa. Nilipigwa denda la nguvu, nikatoka nasindikizwa hadi nje. Bahati nzuri pale wapangaji wachache, maana nyumba ya kishua. Nimepanda boda, tukaanza safari huku mamu akiwa haamini kama ndio naondoka hivyo Dogo una balaa ujue. Boda alinisemesha, kwa nini bro ule mzigo unaumiliki wewe? Da hata uendani nao? Tunaendana bwana, macho yako tu aki. Anani tena amuendani? Macho yako mabovu bro. <laughs> ila dogo wee mtata sana. Nimefika kitaa changu kwanza, nikawatafuta wanangu. Nilikuwa na hasira nao hatari, japo pia niliwashukuru kwa kuniachia msala, maana ya kupitia ule msala niliseks kwa mara ya kwanza. Nimewatafuta hadi nikawapata, nimewatukana na kuwasema sana, kisha nikaondoka zangu hapo. Mfukoni nina shilingi elfu ishirini nimepewa na mama nimefika nyumbani na kuta kimya, maana sisi maana sisi wazee wetu wako bize sana na maduka yao, kwa hiyo huwa wanafunga usiku sana. Wako bize na biashara kiasi kwamba wamesahau kabisa swala la kuongeza familia. Yani nimekaa sana nyumbani. Jikoni kulikuwa na msosi tayari, damamu aliondoka alikuwa ameshapika tayari sikuugusa ugusa, maana nilikuwa nimeshashiba zangu biliani. Nikaanza kuyatafakari maneno ya dada Selina, niliyachambua. Nikaona kabisa dada Selina hakusema kama ananitaka, ila anataka nichangamke na nipendeze. Basi ghafla mlango unafunguliwa anaingia Selina akiwa amebeba mfuko wenye chapa ya duka fulani maarufu sana Bongo. Shikamoo dada Selina, nilitupa salamu yangu, lakini nayo ikatupiliwa mbali huko, nikajibiwa kitu kingine kabisa. Hebu nipokee sasa. Unaniangalia tu. Soli dada. Wenae na sorisori zako, wanaume hawaombaji msamaha mara kwa mara, wanaume wanakaza wakiona mambo yanakuwa mengi, wanasema tu basi aishe, jifunze kuwa mwanaume. Sawa sawa, dada alinikabidhi lile fuko, kisha akaenda chumbani kwake. Mi pia nikalipeleka huko huko, nimefika nimepiga hodi, akaniuliza unataka nini? Nimekuletea mzigo wako, huo ni wako, nenda akaangalie chumbani kwako huko. Sawa dada, asante nilienda chumbani kwangu nikazimwaga zile nguo, tisheti nne kali, mashati mawili ya Kinyamwezi na suruali jeans tatu za rangi tofauti tofauti, raba pea mbili kali atari. Nilijikuta na tabasamu mwenyewe bila kusahau na pakti ya boksa nne za kisasa. Kwenye kuangalia, si ndio, naona chupi za da Selina zilikuwa tano mpya na moja sio mpya, yaani ile aliibadilisha huko huko alikokuwa ameenda. Wakati nimepigwa na butwa, mara mlango wangu unagongwa. We Kevoo! Naam dada, naitikia. Mara dada akasha zama ndani, muda huo mimi nimeona zile chupi, akili sijui imekimbia wapi, mtulinga umesimama, tena umesimama dede We Kevoo, sasa ndio umefungua hadi chupi zangu kweli? Hapo anauliza. Kumbuka yuko kwenye kanga moko tu da Selina, hata chupi hakuwa amevaa Mis, ku sikujua umeanza na vigugumizi vyako. Aya, nipe chupi zangu mm. nipe chupi zangu, alinyosha mkono da Selina huku kasimama mlangoni. Mimi muda huo, dededede. Je, yeah, itakuwaje Selina akiona tena Kevo kasimama? Dede. Na hapo ndio mwisho wa sehemu ya tisa ya simulizi hii nzuri inayoitwa Najuta Kubalehe. Msimuliaji wako ni AJ, na kuomba please, shabiki wangu usisahau kusubscribe kulike na kucomment uh, ili kunipa nguvu zaidi ya kuendelea kufanya kazi nzuri uh, na hatimaye kunogesha na hatimaye kukupa kitu kizuri zaidi. Asante na kwaheri.